Hello, mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point? Naongea na wewe uliotenga muda wako kuangalia video hii. Usipite. Jina langu ni Fatma Hussein na leo naenda kukufundisha namna ya kuandaa ndizi pamoja na maharage. Watu wa Bukoba wanaita matoke. Hivyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kitu cha kwanza tunaanza kuweka mafuta kwenye pressure cooker yetu. Na pressure cooker ninayotumia hapa ni pressure cooker ya West Point, ambayo tunauza hapa hapa Jiko Point kwa laki moja na sabini tu. Ni pressure cooker ya manual, ni nzuri, nafanya kazi zote ambazo wewe unazijua. Hapa tumeweka mafuta, baada ya hapo tunasubiri mafuta yetu yachemke. Na ili mafuta tujue kama amechemka, wagami na weka zangu kitunguu Kiona kimeanza kuchemka, basi najua kwamba mafuta yetu yanachemka. Mtazamaji, kama unavyoona kitungu chetu kimeanza kuchemka, ina maana ni ishara kwamba mafuta yetu yamechemka, hivyo naweka vitunguu vingine. Wakati unapika pishi hili unaweza ukapika moja kwa moja ukaweka kila kitu kwa pamoja, yaani namaanisha maharage ndizi na viungo vyote kwa pamoja. Maharage ambayo nimeamua kutumia leo ni maharage ambayo ni maharage mabichi. Ni maharage mabichi ambayo tumeamua kutumia leo, tumetoa sokoni, tumeyapika kwa kutumia presha kuka hii ambayo unatumia ambayo ukihitaji unaipata kwa laki moja na sabini na unaweza kutupigia simu moja kwa moja kupitia namba ya simu ya sufuri sita sabasaba sufuri nane nane sufuri nane nane, ukapata mzigo wako mapema, na bei ni sawa na bure, kwa sababu ukiwa hata mkoani tunakutumia kwa gharama zetu sisi wenyewe. Yaani unahitaji kutoa gharama ya kutuma mzigo, tunakufikishia popote ulipo kwa usalama wa hali ya juu. Wakati vitunguu vyetu vinaendelea kuiva, mimi nitaweka ndizi ambazo mbazo nikashukuletu na leo paleo. Ni ndizi niloamua kutumia hapa leo, ni ndizi aina ya Bukoba. Hizi zinaiva mapema sana, haihitaji mambo mengi na haitochukua muda mwingi kuiva. Hii hapa ni loiko ambayo naweka Tumeweka ajinomoto kidogo kuongeza flavor ama ladha kwenye chakula chetu. Unaweza ukaweka viungo vingine kama masala ya ndizi ama mchuzi mix, ni wewe utakapopenda, lakini mimi sijataka kuweka makorombozo mengi pichachi, kwa hiyo tunaweka viungo vichache tu kapshila koleo. Hapa naweka kanoti ambao nimeisaga nyingine ni kubwa kubwa kama unavyoona. Baada ya hapo, naweka nyanya kama unavyoona. Nyanya pia nimeamua kuzisaga. Baada ya hapo nitaweka chumvi. Na leo usiweke chumvi nyingi. Kama huwezi kupima kwa mkono, unaweza ukatumia kijiko kidogo kwa ajili ya kupima chumvi. Tunaweka maharage yetu kama mnavyoyaona. Maharage nimekwambia ni mabichi, ndio maana unaona rangi yake imekuwa ya kipekee, kwa sababu ni maharage mabichi kutoka shambani. Yanauzwa kwenye masoko yoyote, unayotaka utayapata. Pika unavyoweza na utakavyo wewe, lakini hakikisha chakula chako hakizidi kiwango ambacho sufuria lako linapaswa kubeba na pilipili hii hapa lakini sichoiweka mwanzoni, najua nikiiweka italainika sana. Nenda kuweka pilipili hoho kidogo, nyingine zimebakia chache ambazo nitaziweka mwishoni kabisa, baada ya pishi letu kuiva. Kumbuka wakati naanza na kupika, kitufe ambacho nilikibonyeza nililotete ama nilizungusha hii batani yangu mpaka kwenye maharage ili nipi kusababu, ni maharage, kwa sababu pishi ambayo unachukua muda mwingi kidogo ni maharage. Kwayo nilitumia muda huo ili niweze kufanya mambo yangu kwa ustaarabu, lakini kwa ufanisi zaidi. Kama nilivyokuambia pia mwanzo, pressure cooker hii ukihitaji unaipata kwa laki moja na sabini tu bei ya ofa. Ukiwa mkoani, tunatuma kwa uaminifu mzigo. Una rafiki yako unataka kumnunulia, unaweza kulipa kidogo kidogo ukachukua mzigo wako. Unaweza kulipa elfu mbili kwa siku, kila siku elfu mbili, ndani ya miezi sita tu umemaliza kulipa madeni yako yote na ukachukua mzigo wako. Sio hilo tu, tunakupa presha kuka, lakini pia tunakuonyesha namna ya kupika kwa kutumia presha kuka hiyo hiyo. Baada ya hapo, nimeshafunga yetu kama unavoona, nimefunga lakini nimehakikisha hichi kitu cha kutolea hewa hii ipo imefunga vizuri, umefunga vizuri mpaka loki hii inaonekana. Baada ya hapo, unakuja kusiti muda wako. Sasa mi nitapika kwa dakika ngapi? Nitatumia dakika ishirini. Ndizi zetu ni laini basi, sihitaji muda mrefu sana. Dakika ishirini tu mpaka kumi na tano zitakuwa zimeiva. Kama nilivyokuambia, tunasubiria ndizi ziive. Muda wetu sasa umeisha, tumepika kwa dakika ishirini tu. Kitufichi kimezunguka mpaka kwenye sufuri, ina maana inaonyesha kwamba chakula chako kimeiva, na kilivyofika kwenye sufuri inakuwa ni pressure keeping. Hapa basi kufungua kwa sababu tayari sufuria ina pressure, unachotakiwa kufanya ni kuzima Nimeshazima. kama uno nimezima hapa, pako vizuri. Baada ya kuzima, hatua inayofuata ni kwenda kutoa hewa ile pesha ilikuwa inapika kwenye hili sufuria. Sasa tunaenda kuitoa, mtazamaji. Hewa imekwisha, kwa hiyo hapa tunaweza tukafungua chakula chetu. Wa wow. kama unavyoona na rojo letu la kutosha. Kwa hiyo niliwaambia kwa mwishoni nitaweka pilipili pili. Hiyo naweka naweka zangu na hizi muka pilipili hoho, unaweza ukazila hata zikiwa mbichi. Chakula chetu kama unakiona kimeiva kiko vizuri kabisa, e? Vizuri ndugu zangu wa Bukoba, mambo shaiva.